Na bwana, mmoja kati ya videos ambazo zimemake headline siku ya leo huko mtandaoni ni hii hapa ya Mwijaku. Mwijaku bwana, ehe, ameonekana akiwa yuko na Juma Jux, mmoja kati ya wasanii ambao sasa hivi wanafanya vizuri sana katika game ya muziki wa Bongo Flava, na kitu ambacho kimewashangaza watu wengi bwana ni kwamba Mwijaku baada ya kuonana tu na Jux majira ya jioni, nadhani ilikuwa ni baada ya iftari, ni kwamba Mwijaku bwana akakimbilia gari ya Jux na akaenda kuomba hela. Hiki ni kitu ambacho kimekuwa ni cha kawaida kabisa, wanasemaga wenyewe wanaokota, na hicho ndo kitu ambacho tumekiona kwa akiwa amekifanya kwa dola kit eh, haraka haraka, sasa hii ni zaidi ya milioni milioni moja na laki nane au inaenda kama milioni mbili hivi ambayo Mwijaku alikuwa amepatiwa hapo kwa kazi hiyo simple tu ya ku, ya kumuomba Jux. <laughs> Sasa kwenye comment ndipo vituko vilipo. Baada ya Mwijaku kuonekana kwamba ameenda kuomba hela kwa Jux na akarekodi hiyo video na ameiposti katika kurasa yake wa Instagram, akaandika hapa, nitakusikilizisha hii video pia actually lakini. Mwijaku, Mwijaku amebebona ukafi, ukafi, eh, ukafika muda wa kuokota. Juma Jux hana gari mbaya huyu mzee wangu, asante sana Juma Jux, mwambino ajifunze kitu kutoka kwa, kutoka kwa Juma Jux e, Mwijaku ameandika hivyo kwamba Diamond ajifunze kitu kutoka kwa Jux. Sasa sikiliza hapa kilichotokea Jux, Jux anataka kuniacha, njoo. Jux ndugu yangu anataka kuniacha Ngoja mdogo wangu, nipo na Jux hapa ndugu, unaniacha ndugu yangu, umekaa tumepumzika, ndio magari anakaga mrembo hapa bibi harusi leo, nimekaa mimi ndugu yako, ndugu yangu, hali yangu unaijua, unanijua ndugu yako, ninavyoishi nyingine

ya yeah, so hicho ndicho kilichotokea sasa. Kwenye comment section hapa, bwana, wadau wanakuja wanasema kwamba bwana wasanii eh... <laughs> mna maisha ya kuigiza sana. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, hii bwana, hii ni scripted. Kuna mtu amesema bwana, jamaa amechukua mamilioni hapo kwa maneno kidogo tu. Kuna mtu amesema bwana, Mwijaku kweli the survivor. Kuna mtu amesema kwamba bwana, najua ee, mtamwita mta ombaomba, lakini ee, bebi wake a, alali njaa huu ni uvivu wa kuuza matunda Kariakoo. Kwa mtu asikwambie bwana wakuu twendeni veta. Yeah, hizo ni comments. Kuna comments nyingine hapa zinachekesha na nyingine za matusi siwezi kuzisoma lakini ukiwa kama mdau nadhani utakuwa umesha catch the point. Ukiwa kama mdau basi weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona na pia vilevile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.